Karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Lensa Udingo ndio msaidizi wetu kwa upande wa lugha ya ishara. Mtazamaji, mimi naitwa Gladys Mungai, karibu. Watu waliostaafu na wafanyikazi wanaopata marupurupu wamepata afueni baada ya Rais William Ruto kutangaza kuondolewa kwa ushuru wa malipo hayo. Ruto, aliyeongoza nchi katika kuadhimisha sherehe za 60 za sikukuu ya leba jijini Nairobi, pia alisema kwamba waajiri sasa watahitajika kisheria kuitisha kuondolewa kwa ushuru wa wafanyikazi wanapowasilisha taarifa za ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA. Mwanahabari wetu John Jacob Kioria na taarifa hiyo. Katika uga wa Uhuru Gardens kwenye jiji kuu la Nairobi, wafanyakazi walikusanyika kuadhimisha sikukuu ya leba inayoandaliwa kila mwaka, wakitarajia kwamba rais aliyekuwa mgeni rasmi atawapunguzia ushuru ili kuwapunguzia shinikizo wanapojitahidi kujenga uchumi. Wafanyakazi hao walikuwa na matumaini kuhusu suluhu kwa mzozo unaohusiana na utekelezaji wa nyongeza ya mshahara ya asilimia 6 iliyotangazwa na rais mwaka uliopita, ambayo bado haijatekelezwa na rais alibainisha suala hilo it is not right it is unacceptable and i am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year ingawa mwaka huu hakutangaza nyongeza yoyote ya mishahara rais aliangazia utamaduni wa kuweka akiba akizungumzia manufaa ya michango kwa hazina ya nssf in just two years we have mobilized 280 billion in national savings nearly equal to what we saved over 6 decades by end of this year we will have doubled that 60 year figure and by 2027 we project to have raised close to a trillion in domestic savings. Na katika kile kilichoonekana kuwa juhudi za hivi punde zaidi za serikali za kuwapa afueni wafanyakazi ambao malipo yao yamekuwa yakipungua kutokana na michango kwa taasisi mbalimbali inayokatwa kwenye mishahara yao, Rais William Ruto alisema kuwa mswada wa kifedha wa mwaka 2025 unaopendekezwa utawahitaji waajiri kuwapa afueni wafanyakazi wao take home pay. Employers will now be required to apply eligible tax relief and exemptions directly when calculating pay as you earn, a significant shift from the current system where such reliefs can only be claimed from Kenya Revenue Authority. wale waliostaafu na wale wanaopata marupurupu pia watanufaika kwani mswada huo unapendekeza waondolewe wa ushuru we must make sure that after retirement all workers will have a decent livelihood and they can have a good measure of pension and also make sure that they can have monthly income coming from their hard-earned savings rais alisema kuwa uchumi wa nchi hii ni thabiti na unaendelea kukua akisema wameanzisha hatua kupungu za kupunguza gharama ya utekelezaji biashara in 2022 Kenya was the eighth largest economy in two and a half years we have managed to overtake Angola we have managed to overtake Ethiopia now Kenya is the sixth largest economy in Africa in fact it is the largest economy in east and central Africa. Rais pia alionya dhidi ya mihemko ya mara kwa mara ya kisiasa inayotatiza utoaji huduma. Uchaguzi inakuja 2027 na Wakenya wataamua mambo ya uchaguzi 2027. Kwa sasa Tushirikiane, kila mtu afanye kazi mahali ameajiriwa. Wakati huo huo, serikali itaanza kuwaajiri waalimu elfu ishirini zaidi kuanzia mwezi Januari mwaka ujao huku ikitoa shilingi bilioni mbili nukta nne kwa shughuli hiyo inayotarajiwa kuimarisha kiwango cha idadi ya waalimu kwa wanafunzi. John Jacob Kioria, Darubini.